Watu wengi wameniomba nizungumzie kuhusiana na mizimu, na nimepata meseji nyingi sana, jumbe nyingi sana, kuhusiana na kuzungumzia neno lenyewe mizimu. Au mizimu ni nini? Maanake wamesikia sana na naongelea sana kwenye makala kuhusiana na mizimu, mizimu, tuwashukuru mababu, tuwashukuru wazee waliotangulia mbele za haki ni vyema na ni vizuri. Mimi niwashukuru sana kwa sababu mmekuwa ni wafuatiliaji na mmetaka kujua, na pengine kuna asili kubwa ambayo mnatakiwa kuijua, kwa sababu watu wengi naona wanapitia changamoto karibu asilimia sitini kama sio sabini ya watu ambao wanapitia mata, matatizo mengi changamoto nyingi kwenye haya maisha ambayo tunaishi yanatokana na asili ya kwao ama koo ambazo wanazotoka na hii yote inasababishwa na kuacha asili, kuto kukumbuka, kuto kuheshimu wazazi waliotangulia, mababu na mababu. Wengi wakienda kwa wataalamu, wakienda kwa waganga, wakienda mahospitali, wanaambiwa magonjwa amna. Unakuta mtu anaumwa sana, anapitia changamoto nyingi sana, anakosa msaada. Mbona wamempeleka kwenye matibabu huku na kule lakini ameshindikana, maradhi mbalimbali mbona vifo, majanga yanatokea kwenye familia na koo za watu? Na hiyo yote ni kwa sababu gani? Hiyo yote ni kwa sababu ya kushindwa kujua kwamba mizimu ni nini na ina msaada gani kwenye familia ama ukoo za watu. Sasa leo mimi kama Mr. Kam niko tayari kuwaelezea kwa kina kuhusiana na hili . Bahati mbaya tu ni kwamba uh, imani zetu ambazo hizi tumezipokea Uh, kwa maana ya Uislamu na Ukristo kama dini zetu kama imani zetu zimefundisha hivi vitu, lakini vimefundisha partially, havijaelezea kwa undani sana kuhusiana na umuhimu wa wazee wetu ambao tulikuwa tunaishi nao kwenye ulimwengu wa nyama, na baada ya kuishi nao wakawa wameondoka. Wengine wana tafsiri tofauti, wengine wamepokea mapokeo tofauti, wengine wanaona kama kitu cha ajabu sana na hili neno mizimu kwa Kiswahili linaitwa mizimu, linatokana na lugha ya Kiswahili, na linavyotamkwa kama vile linatisha, linaogopesha, inaonekana kama kitu cha ajabu sana, lakini kwa Kiingereza linaitwa ancestors. Sasa utaona jinsi lilivyo laini kwenye upande wa lugha ya Kiingereza. Sijajua kwenye lugha zingine na we jinsi mnavyoita, lakini uelewe neno mizimu ni kuhusiana na wazee wetu mababu zetu mabibi zetu ambao wameondoka kwenye ulimwengu wa nyama na wanaishi katika ulimwengu wa kiroho. Nisitumie muda mrefu sana, leo nataka nikuelezee kuhusiana na aina za za mizimu, na kuna aina za mizimu zipo, na nitakuelezea aina saba za mizimu na jinsi ambavyo e, zilivyo na jiz, kazi zao haswa wa kwa sababu watu wanashindwa kujua kwamba nifanye nini kuhusiana na au mizimu ni nini, nini na ikoje na niwasiliana nao vipi? Ni wazee, ni mababu zetu ni mabibi zetu ni mashangazi zetu ni dada zetu ni kaka zetu ni tulikuwa tunaishi nao kwenye ulimwengu huu, ila tu kwa sababu karma au hatma imetimia ya wao kuondoka katika ulimwengu huu, basi ndio maana hatuko nao na mimi na wewe pia tutaondoka pia vile vile, kama wao walivyoondoka. Sio kwamba wao walipenda kuondoka katika ulimwengu, sio kwamba wao walitaka kuondoka katika ulimwengu, bali hatima iliwalazimisha wao kuondoka katika ulimwengu. Kwa maana hiyo na kwa mijili hiyo, ni vyema sisi kama Waafrika na tamaduni zetu za Kiafrika tuheshimu, tuthamini na tuelewe kwamba zile roho zao na mababu zetu waliondoka na mabibi zetu wametutangulia katika ulimwengu wa kiroho, na bado wanaendelea kuishi katika ulimwengu wa kiroho, na wao kama wao wataendelea kutusaidia katika maeneo mengi sana, katika mambo ambayo hatuwezi kuyaona kwa ulimwengu wa nyama. Tuamini hivyo kwa sababu wale wametokana na sisi, wale wametokana na sisi, na hawa wanakwenda kuwa walinzi wa kiroho, walinzi wa hekima, walinzi wa familia wanatuunganisha sisi wanadamu, wanatuunganisha sisi familia na nguvu za Mungu. Naomba tueleweke vizuri, hawa wazee wetu, mababu zetu na mabibi zetu, wanatuunganisha sisi, kati ya sisi familia, sisi wanadamu tulioko hai mona, na nguvu za mwenyezi Mungu au nguvu ya universal. Hichi ndicho watu walitokiwa kufundishwa, ila zipo kanuni za kuzungumza nao, zipo Kanuni zipo, sheria za kuwasiliana nao na kitu ambacho hatuelewi ni kwamba huwa tunakutana nao kwenye mazingira tofauti tofauti. Nitakwambia, nitakueleza kwa baadaye katika makala hizi ni namna gani unaweza kuwasiliana nazo, kuwasiliana nao. Zipo njia nyingi sana za kuzungumza nao, wazee wetu. Mungu wa rehema, zipo njia nyingi za kuwasiliana nazo, ili wakupe msaada, ili wakupe maarifa. Umeona eh? Hekima inatakiwa, busara inatakiwa ili waweze kuleta msaada. Na wengi wao wamekuwa wakipitia matatizo hapa, kwa sababu hawajui na wafahamu, na hawakurisishwa, pengine hata wazee wao walivyoondoka kwenye ulimwengu huu, na wao hawakujua. Walipoondoka, walipofika kwenye ulimwengu wa kiroho, ndo wakatambua kwamba tulipokuwa tunaishi duniani, kumbe tulikuwa tunaishi katika mfumo ambao sio mzuri koo, ili sasa tuwasaidia hawa watoto wetu, wajukuu zetu waliobakia huko, wanakuja sasa kurejea kwa njia tofauti tofauti. Sasa wakiwakuta nyinyi walevi, wakiwakuta nyinyi mnafanya mambo ya uzinifu, wakiwakuta nyinyi mnafanya hivi na hivi na hivi na wakadha wakadha, wengi wao na wengine huwa wanachukia, wengine huwa wanareakti. Ndio maana unaona kuna maradhi yanatokea ndo maana unaona kuna ajali zinatokea. Ndo maana unaona kuna wakadha wakadha wakadha yanatokea, kwa sababu wanawaambia, wanawapa ishara, kwa sababu ulimwengu unazungumza na watu kwa ishara, na wao wanaleta ishara mbali mbali. Hamtaki kuelewa, hamtaki kusikia ndo maana wanakuja kuingine kwa fujo, lakini kuna waambia ambao ni wastaarabu wanaamua kuwaacha, chochote kitakachowakuta basi mtajijua wenyewe. Umeona, na wao wanashindwa sababu hawawezi kuwashika kwa mikono hawawezi kuwagusa kwa mikono, bali wanatumia njia za kiroho, njia za mawasiliano kuwafikishia ujumbe. Naona nisiende mbali sana, niwaelezee aina kuu saba za mizimu. Kwanza uzielewe, alafu halafu ndo tutaelezana mambo mengine baadaye. Aina ya kwanza ni wazazi wa kimaumbile au mizimu ya kimaumbile, wale wazazi ambao wanatokana na DNA zetu, wale wazazi wa karibu, kwa mfano babu, nyanya au bibi wale tunawazungumzia wale wanaotokana na familia kwako, wadogo zako dada zako mama zako baba yako, umeona, eh, hao ndio tunaozungumzia wazazi wa kimaumbile au wa mizimu ya kimaumbile wanaotokana na damu yako. Kwa Kiingereza hawa tunawaita ni biological ancestors. Hawa huwa wanahusiana na wewe moja kwa moja kabisa kwenye ukoo au familia lakini pia vile vile, wanaweza kujitokeza katika mazingira tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna wale ambao wanaota mababu zao wamewaijia, kuna wale wanaota mababa zao na mama zao wamewaijia, wanazungumza nao, wanawapa maelekezo. Na hapa niseme tu, kuna watu bahati mbaya, wanakuja wanazungumza nao, lakini hawazingatii. Pengine wanakuja katika mazingira fulani, wanakuja wanazungumza nao, wanatoa maonyo, wanatoa maelekezo, lakini unapouzia, hili ni tatizo. Akienda hivyo mara mbili, mara tatu, anapotea hata miaka sita, miaka saba, miaka kumi. Unakuja kukumbuka au unakuja kuvuta hisia kwamba kumbe hivi na hivi, unakuja kupata ufahamu, tayari unakuwa too late. Mpaka aje akusaidie kwenye vitu vingine, unakuwa umechukua muda, itakugarimu sana. Kuna vitu vitakugarimu vifanye ili arudi tena. Kwa hiyo, wanapotea, wanaamua kuondoka kwa sababu umzingatii. Narudia tena. Umzingatii ndio maana anaondoka ndio maana matatizo yanatokea. Huwa wanarudi kuja kusaidia familia na ukoo kutimiza karma zao. Pengine aliondoka katika ulimwengu huu huyu mzazi wa kimaumbili, pengine aliondoka kwa hujuma, pengine aliondoka kwa tatizo, pengine aliondoka akiwa kuna vitu havikamilika, au alikosea, anataka kuja kurekebisha kupitia damu yake. Sasa wewe umzingatii, ndo ili tatizo linatokea. Ndio maana elimu inatakiwa hapa, maarifa kazi zao ni kulinda ukoo, kulinda baraka za uzazi, kama kulikuwa na vipawa, kulikuwa na nini, kulikuwa na ujuzi, kulikuwa na nini, yani vitu wa kadha wa kadha vilikuwepo kwenye familia. Hawa kazi yao ni kuja kusaidia kupushi, mambo yaende. Sasa kuna ambao ni wataalamu, wanajua kuwatumia, unaona mambo yao yanaenda, yanatiki, maradhi yanaondoka na changamoto yanaondoka na nini, umeona, lakini kutoa maelekezo ya maadili ya, ya familia ni vyema kuwafahamu hao. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili, ngoja niende haraka haraka, kwa sababu ziko aina saba. Aina ya pili ni mizimu ya kijamii ambayo hii tunaizungumza kwa Kiingereza ni clan ancestors, mizimu ya kijamii au mizimu ya kiukoo. Hawa ni tofauti na wale wa biological ancestors. Hii inahusiana na kijamii ama ukoo. Hawa sio wanaotokana na familia moja kwa moja bali hawa ni mababu wa ukoo mzima, jamii au asili unaotoka. Naweza nikachukulia mfano kama wilaya, mkoa. Sasa mkoa ni asili, kwa mfano labda mkoa fulani au wilaya fulani, jamii ya Wairaki au jamii ya Wakerewe, Wamasai e, Wachaga na wakadha wakadha, koo ile jamii nzima ile, ndo tunasema mizimu ya kijamii. Hii ni wale mababu wazee wetu waliokuwa katika e, eneo hilo wale tunaita ni clean ancestors hao. Sasa nao ni aina ya mizimu ambao pia wanatakiwa kuheshimiwa na kukumbukwa kwenye aina fulani fulani za matambiko. Kuna baadhi ya, kuna baadhi ya, ya kabila huwa wanarudi nyumbani kufanya matambiko fulani ya ukoo makubwa na kama ni kuombea mvua, kama kuna njaa, kama kuna nini mazao kilimo, e, kama kuna magonjwa, kama kuna machangamoto hapo, e, hii mizimu ya kijamii ya kiukoo huwa inasaidia kutatua hayo machangamoto. Huwa wanashikilia mila na desturi, unahusia mila na desturi, mila na desturi za kabila fulani, mila na desturi za jamii fulani hawa sasa ndio kazi yao, tunaita mizimu ya kijamii au mizimu ya kiuko clan ancestors. Wanasimamia pia maadili, kama kuna sheria zimekiukwa, kuna sheria za asili zinakosewa, hawa kazi yao ni hiyo, kuhakikisha uadilifu katika jamii zao unatendeka, utaratibu unafatwa, kuadhibu na kuonya pia wanadili nayo. Ndio maana unaona kuna mtu fulani akikosea kwenye jamii fulani anatandikwa, anapata maradhi, anapata matatizo kwa hiyo mpaka akili akikiri ndo wanatafuta namna ya kusolve ile tatizo, wanaomba mizimu wee, wee, ili yao mambo yaisha, akiisha yameisha uwaga, inakuwa ni hivyo. Aina ya tatu ni mizimu ya kiroho. Haya lazima uyaelewe ndugu zangu, kwa sababu yana madhara yake. Mizimu ya kiroho ni wale wazee wetu, viongozi wa kidini au watu ambao waliishi kwa wema, walikuwa viongozi wa kiroho huku duniani. Wanapoondoka katika ulimwengu wa nyama, kazi yao haijaisha, kazi yao inaendelea. Kwa mfano, pengine walikuwa waganga, walikuwa eh, wachawi wa asili, walikuwa makuhani wa jadi wa... Nafikiri nikisema hivyo mnaelewa. Kwa hiyo hawa ni mizimu pia vile vile. walikuwa viongozi hawa katika ulimwengu wa kimwili, kwa hiyo wanapoondoka wanakwenda pia kuwa spiritual sisters. Kwa Kiingereza tunaita spiritual sisters. Wanakuwa mizimu ya kiroho sasa. Hawa msifikiri kwamba na wao wanapotezewa, no. Inawezekana alikuwa ni mtu wako karibu, alikuwa ni ndugu yako, alikuwa ni dada yako, kaka yako. Na hapa pia ndo vitabu vya dini vinawazungumzia sana hawa, umeona, vinawasema sana, vinawazungumzia sana. Ukienda kwa Wakristo wamezungumziwa sana umeona kienda kwa Waislamu wamezungumziwa sana, hawa ndo wanazungumziwa sana lakini wale wengine ni inakuwa ni changamoto. Ehe, wanaonekana kama watakatifu unaona, hata kwenye maandiko na wameandika watakatifu ona. Kwa hiyo wale wengine sio sana, lakini hawa ndo wanazungumziwa sana kwenye vitabu vya dini, lakini mwelewe tu ni aina ya mizimu. Kwa hiyo namba tatu, aina ya mizimu ni mizimu ya kiroho, ambao tunaita spiritual sisters na hawa huwa wanashikilia nguvu kubwa sana za kiroho hapa duniani, hata kufa. Wanapokuwa wamekufa huko ulimwengu wa kiroho, na huwa wanatumwa kwenye mambo yafuatayo. Kwanza wanatumwa kama walinzi wa nuru, lakini pia wanatumwa kama waalimu wa kufundisha maswala mbalimbali mbali ya kiroho kwa wale watu ambao wanahitaji msaada wa kiroho, kama watumishi, watu wa dini, watu wa imani, watu wa nini wanarudiki kuwafundisha na kuwapa maelekezo mbalimbali mbali. Wanakuwa na nafasi kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho, kwa hiyo ni vyema kuwaheshimu na kazi zao. Zaidi utaona wanatoa maelekezo ya tiba kama kuna magonjwa, lakini maarifa ya mini, maarifa, ujuzi, utaalamu wa mambo wanakuja kusaidia pia, lakini kuongoza na kusaidia vipawa vya watu vya kiroho. Kama kuna mtu alikuwa na kipawa fulani cha kiroho, anakuja kukusaidia kukupa nguvu. Kwa hiyo aina ya tatu ya yeah, mzimu mizimu mingine our ancestors ni mzim taifa, au ni mizimu ya kitaifa au mizimu ya kihistoria. Hawa tunaita ni wale viongozi mashujaa walipambania wali pengine uhuru, viongozi wa nchi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa serikali labda, yaani ni wale asasa viongozi wa nchi, kwa mfano kama Nyerere, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wafalme malikia maona hao watu walikuwa wakubwa, walikuwa na nyadhifa fulani. Kwa mfano, kule kuna mtu anaitwa Shaka Zulu, Kimweri, Mwanamwema, Queen Zega na wengine wengi. Hao walikuwa na jina majina maarufu maarufu wakubwa wakubwa walikuwa wanajulikana. Mara nyingi sana huwa hawa wana wana, wana wana wana wanaenda pia kuwa viongozi wa kiroho kule kwenye upande wa kiroho, lakini huwa wanarudi pia kusaidia vizazi vyao, wanarudi kusaidia mataifa yao, huwa wanarudisha zile nguvu, wanasaidia kuwapa mbinu na kutoa siri za za, za, za za uwezo wa nguvu katika mataifa, mataifa yao, umeona kutoa uongozi na ulinzi katika ardhi, umeona kuweka viapo, kuweka vitu fulani fulani. Nadhani mnanielewa nikisema hivyo. Hata Tanzania hapa tunao siku ya kumkumbuka Mwalimu Nyerere, sijui na wengine na wengine, huwa tuna tabia fulani hivi ya kukumbuka hivyo. Haya yote ni aina fulani ya kuwakumbuka na kuwaenzi mizimu, wazee wetu waliotangulia mbele za haki, kwa usione ni kitu cha ajabu. Na huwa yanafanya kazi. Narudia tena, huwa yanafanya kazi. Kama inavyofanyika kitaifa, ndivyo unatakiwa ufanye pia na wewe kwenye maisha yako, kwa wazazi wako na ndugu zako waliotangulia ili wakupe msaada na hasa wale ambao lenga, wale ambao waliondoka hapa kwa wema au wengine uliondoka kwa shari, hapa nitakuja kuelezea huko chini. Kuna namba tano, mizimu ya bahari au mizimu ya maji. Kuna watu ambao walikuwa wanaishi kwenye umwambao wa bahari au maeneo ya ziwani na nini, mitoni na sehemu za bahari, bahari kama hizo za maji maji hawa wa, huwa wanabeba nguvu kubwa wakati wako duniani. Narudia tena, huwa wanabeba nguvu kubwa wanapokuwa duniani. Pindi wanapoondoka hawa mabibi au mababu ndugu zetu, kama walikuwa wanaishi kwenye mwambao wa bahari au maeneo hayo, huwa wanabeba nguvu kubwa katika maeneo hayo. Wanapoondoka hawaondoki tu, huwa wanaondoka kuwa walinzi katika maeneo hayo. Ndio maana kuna watu wanaoishi katika maeneo ya bahari au mito huwa wanakumbana na hii nguvu, wanakutana na hawa watu, na wanaoishi baharini, wanafanya kazi ma baharini maziwani, watakuwa wanaelewa hichi nacho kizungumza. Wana nguvu kubwa sana, na ndio maana hapa unakuta kuna watu wanaona mazingara ziwani, wanaona vitu vya ajabu vinatokea. Mara si vitu gani vinatokea? Vitu vya ajabu ajabu, wengine wanauisha na majini, wengine wanauisha na nini, lakini wapo mizimu ya bahari, ipo ni vyema kuifahamu na namna kuiendea na kuwatumia vizuri. Hao wanaheshima kubwa sana, wanasaidia watu wengi sana. Kuna masuala mbalimbali wanasaidia, kwenye mambo ya urembo, kazi zao, lakini pia mambo ya uzazi, mvuto, mambo ya biashara, utajiri, mona mambo kama hayo, mali na nini. Vitu vingi vimejaa baharini vinavyosaidia watu, kao wana uwezo wa kuwasaidia katika namna moja ama nyingine lakini namba sita ni mizimu ambayo inatokana na hii, tunasema ni mizimu ya ajali au vifo vya ghafla. Kuna watu waliondoka katika ulimwengu, walipata vifo vya ghafla ama ajali. Kwa Kiingereza tunasema ni restless, restless au wandering ancestors. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu walikufa bila maandalizi, pengine walikufa kwa ajali au mauaji au kujiua, pengine vita na mambo kama haya. Sasa hawa wanaweza kuwa wanatokana na ndugu, wanaweza kuwa wanatokana na familia, ndugu jamaa na marafiki. Hawa tunawakusanya kwenye kundi hili la mizimu ya ajali au vifo na vya ghafla, kwa sababu ya kitu kimoja, kwa sababu walikufa katika ulimwengu huu pasipo kutimiza hatima zao au karima zao. Mona, kuna vitu fulani havikukaa sawa, ndio maana wakaondoka. Waliondoka si kwa kupenda, yani ilikuwa ni kama emergency. Kwa hawa mara nyingi huwa wanaonekana kama wahangaikaji au wanakuja kusumbua familia zao au koo. Kwa nini? huwa wanaleta machangamoto kibao, na hapa ndipo sasa niwaeleweshe kwa undani na kwa kina, na utulize akili. Hawa wanaopata matatizo, wanaondoka kwenye ulimwengu kwa ajali au vifo vya ghafla, pengine ya mauaji au vita, walijiua, walijinyonga Narudia tena, kama alikuwa kwenye familia yenu, kama alitokana na damu yenu, ni vyema kuwa makini sana, kwa sababu huwa wanarudi kwa visasi, huwa wanarudi kwa majanga, huwa wanarudi kwa kutaka kukamilisha hatima zao. Pengine aliuawa kwenye familia yako au kwenye familia yenu, ndani ya familia kuna mtu alimuua au ali, yani chochote kilifanyika akirudi atati, atakuja kufanya vitu vya ajabu, kama msipojua namna kutuliza ile, ile hali kwao. Ni vyema kukaa chini, ni vyema kujadiliana na familia na ukoo kuyatuliza haya mapema kabla hayaja, ni vyema kukaa na familia na ukoo kuweza kutuliza haya kabla hayaja athari ikatokea. Zaidi utaona kuna vifo vinatokea tu ghafla ghafla tu mo, nani amefariki, nani amefariki, kumbe tatizo lilianzia mbali lakini pia vile vile anaweza akaja akawa ameuawa na jamii nyingine, akaja akalipiza kisasi kwenye ile jamii, mwanzo mpaka mwisho wakawa wanapata shida tu kwao. Kuna miongozo fulani ya kijamii, namna ya kufanya matambiko, kufanya ustaarabu wa kuweza kuwatuliza nafsi zao na roho zao, umeona eh? kwa hiyo ni vyema sana, na huwa hawaondoki, wanazurura kila siku kila siku, mara nyingi sana wanahitaji kukumbukwa mara kwa mara, kwa sababu wanaamini kwamba walizurumiwa nafsi zao wanaamini hivyo, hivyo. Na ndivyo ilivyo kwa sababu huwa wanakuwa wana hasira. Ni vyema sana kuelewa hayo, lakini namba saba ni mizimu ya nuru au mizimu ya mwanga. Hawa walifikisha ukamilifu wao wa kiroho. Kuna watu wanaondoka kwenye ulimwengu huu, walitimiza hatma zao tena kwa level ya juu sana. Mona waliondoka wakiwa wema, kwa Kiingereza tunasema ni invited. Ancestors kwa hawa ni wachache sana huwa wanajitokeza kwenye maisha, umeona wanajitokeza sana kwenye familia chache sana, unaweza kukuta katika jamii zaka tokieni mmoja ama wawili, umeona, na utaona hata dalili zake. Kuna wale ambao unakuta akiondoka kwenye ulu, kwenye ulimwengu tu unaona hata mvua inanyesha, kunakuwa na baraka fulani hivi, kunakuwa na ukamilifu fulani wa kitu fulani kwenye maisha yake. Kwa hawa huwa wanabeba nafasi kubwa sana, huwa wanapaishwa sana kwenye ulimwengu wa kiroho wanapandishwa katika madaraja ya juu ya kiungu. Unajua ngoyo, nikwambie jinsi utakavyoishi katika ulimwengu, jinsi tutakavyoishi ndivyo tutakavyoenda kupandishwa madaraja huko kwao, inakuwa vice versa. Kuna watu ambao hawajui kule inaenda kuwa vice versa. Kuna watu hapo wameishi kwa kunyanyasika, lakini madaraja yao kwenye ulimwengu wa kiroho yanaenda kuwa juu zaidi. Kwao ni vyema sana kufahamu hili. Sasa unaona, tamaduni nyingi mara nyingi sana utaona e, kwenye mtu akiondoka kama huyu, waliokuwa wanampenda watu walikuwa wanamheshimu na nini, watu wanalia, kuna dalili zinaonekana, unaona daraja fulani inaonekana. Kwa hiyo ni vyema kufahamu haya, mimi niishie hapo namba saba. Nitakuja kukueleza kwa undani zaidi kuhusiana na mizimu na undani wake kuhusiana na hilo lakini kwa uchache ni, kabla sijamalizia, ni kueleze jambo moja ambalo ni muhimu sana, na kuelewa kwamba uh, mababu zetu na mabibi zetu, dada zetu, kaka zetu waliotangulia kwenye ulimwengu wa kiroho mara nyingi sana huwa wanapenda sana heshima. Umeona heshima, lakini pia wanapenda sana nidhamu, upendo. Umeona, wanapenda sana, sana hivyo vitu. Ni mwe, ni vyema sana kuzingatia heshima ya asili ya ukoo, ni vyema sana kuzingatia kwa sababu wao wanajali sana hivi vitu. Lakini pia vile vile mara nyingi sana unatakiwa kujua jinsi ya kuwaomba, utaratibu wa kuwaomba ulinzi, kuwaomba baraka kwa sababu wao wanasimamia mambo ya ulinzi na baraka, ndio maana familia zingine wanapata matatizo tu, shida ziishi, mikoso ya iishi kwa sababu kumbe hawajui namna ya ku omba ulinzi, kuomba baraka. Unapowapuuzia, na wenyewe wanakupuuzia, ndio maana ukienda huko, kanyaga kitu chochote, hawakuzingatii, matatizo yanakukuta, limguli na vimba huko, anakuroga kwa sababu mizimu ya kwenu imekubali urogwe au upate matatizo. Kwa hiyo ukiwaheshimu, ukiwataja muda wote, unapotembea wako na wewe, changamoto utakayoipata au mtu anayetaka kufanya kitu kibaya, mizimu ya kwenu kama haiko tayari wewe upate hilo tatizo, yule mtu au hicho jambo aliwezi kukupata kwa sababu atakao atakaoipata ataiadisia kwenye kizazi chake, kama mizimu ya kwenu ni mikali na iko inakujali. Lakini pia mizimu pia ina kazi ya kudumisha ustaarabu na maadili katika jamii, au misingi fulani ya tabia kwenye jamii fulani fulani, fulani, fulani shalileza huko juu, lakini pia vile vile huwa wanatabia au natakiwa kuwashukuru maana mara kwa mara, na pia kuomba eh, shukrani ya uhai na mafanikio kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu wanatambua hayo na wanafahamu kwamba kuna muunganiko kati ya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Wanatambua ipo nguvu ya ulimwengu, wanatambua ipo nguvu ya Mungu na wao wanataka huo, wanataja sana, na uelewe kwamba ipo nguvu ya Mwenyezi Mungu, ipo nguvu ya universal so kwamba wao wajui, wanafahamu vizuri sana lakini, pia wanatoa na kusaidia mambo ya fulani fulani ya madawa na kuponya na vitu vingine, na ipo siku nitakuja kuzungumzia kuhusiana na uhusiano kati ya mizimu malaika pamoja na majini ntazungumzia kwenye mada zinazofuata. Majini nini? Malaika nini, na uhusiano wake, wanafanyaje kazi au wanaonana vipi? Kwa sababu unaweza usielewe malaika ni nini, mizimu ni nini au I mean, uh, mizimu nimekueleza, lakini majini ni nini, uhusiano wake, jinsi wanavyoperate mambo au wanavyosaidia kwenye ulimwengu wa kimwili au wa kiroho. Jinsi unapokuwa unajifunza jinsi ambavyo unataka maarifa, ni vyema kuzingatia upendo na hekima ili upate maarifa kwa kina. Mimi jina langu naitwa Mr. Kamtizi. Tuendelee kutana katika makala hizi, usisahau kusubscribe, kutufollow kwenye akaunti zingine, na nikutakie kila laheri. Tuendelee kuwaombea wazee wetu, tuwashukuru na kuendelea kushukuru nguvu ya universe, nguvu ya ulimwengu, ardhi, lakini pia upepo, maji, moto maona ni vyema sana kuvikumbuka hivyo, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya asili vinatupa heshima kubwa, na sisi tuvipe heshima vile vile. Mungu awabariki sana Africa. I am the